Ktoka mdogo ni mdogo wangu, tumesafirina sehemu nyingi. nafkili usazmazingi chifu Msopa ni mtu wako wa karibu, lipi la kuongelea kuhusu llahbaraka inakamayitu wamayit. Ndugu zangu waandishi wa habari, kwanza tumepata huzuni kubwa kwa sababu ndugu yetu chifu Msopa alikuwa ni maarufu, ameanza kuhubiri akiwa ni mdogo kabisa. E, alikuwepo yeye chifu Msofa maridhia e, Saidi godigodi eh bwana Godi, na vijana wengine e, mpaka sehemu aliofikia. Kwa hiyo ili ishatokea la Allah, lakini alikuwa ni mtu maarufu mwenye kutetea amani, alikuwa anamtaja Allah, alikuwa anamtangaza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kinafsi mimi imeniuma, lakini sasa hakuna njia ya kufanya kwa sababu kifo kimeumbwa na kila mtu atakipitia. Naam. Mara ya mwisho jambo gani labda unakumbuka mliongea naye kabla ya safari yake? Kabla ya safari yake nimeongea naye siku ya kupiga kura asubuhi, amenipigia simu akanambia, mzee upo? Nikaambia nipo, vipi? Nikaambia nipo nyumbani, akanambia usitoke, eh bwana eh, kaa nyumbani eh bwana eh, kwa sababu hali sio nzuri. Lakini baada ya masaa matatu au manne ndio nikapata taarifa kwamba msopa Eh, amepata mtihani na yeye inshallah. Jambo gani hutomkumbuka katika maisha yako? Jambo ambalo sitomsahau bwana Msopa kwa sababu alianza kuhubiri dini akiwa mdogo na kina Sheikh Rajab Salum hawa, eh bwana, kina Kadogo hawa vijana wangu hawa maskini. Kwa hiyo na mimi nawaombea dua hawa waliobaki, Mwenyezi Mungu na awa awape umri waweze kuendeleza kazi hii. Lakini kikubwa, siku kabla hajafa Msopa wiki moja alikuwa anasisitiza mambo ya amani, kudumisha amani katika nchi, na kama mlivyoona siku mbili tatu watu wakaambiwa wakae ndani bwana e. Kwa hiyo ili tumuombee dua Mwenyezi Mungu aweze kulifanya kaburi lake kuwa ni miongoni mwa viwanja katika viwanja vya peponi. Shukrani huyu ambaye ni miongoni mwa watu ambao wameshiriki katika maazishi haya ya Sharifu Majini Sheponda na mzungumzaji marhem Hussein Msopa. Msopa uh, chifu Msopa ni katika uh, e, vijana wa Kiislamu uh, amefanya juhudi kwa kiasi cha kutosha, ni mtu ambaye ameonekana kwenye matukio mbalimbali ya kheri na alikuwa na mchango mkubwa. E, ni mtu ambaye alikubali kutumwa pale ambapo e, baadhi ya majukumu ambayo yamemuliwa yame kwa pamoja alikuwa akipewa kutekeleza, anaenda kuyatekeleza kwa hivyo amepata. Ni mtu ambaye alikuwa na uzoefu mkubwa kutokana na kufanya kazi karibu na, na wanazuoni ambao wamekuwa wakimwongoza wa kwa namna moja au nyingine. Kwa hivyo tunaweza kusema kwamba amefariki ni utaratibu ambao kila mmoja atapitia, kila mmoja wetu atapitia utaratibu, lakini tunasema kwamba tulikuwa bado tunamhitajia sana kwa maana ya e, utekelezaji wa yale majukumu. Kwa hivyo ni mtu mzuri na ni mtu ambaye tunaamini kwamba alikuwa na anafanya vizuri katika juhudi mbalimbali mbali. Binadamu akosi, mapungufu yatakuwepo mapungufu yake, lakini kubwa zaidi ni kwamba ni kumsamehe pale ambapo alipokosea kama binadamu, na sisi tumeagizwa mara nyingi tuzungumze mambo yalikuwa mema ya maiti wetu. Kwa hiyo tunazungumza yale mazuri ambayo alifanya Msopa e, Chifu Senitobo. Na tunaamini kwamba e, yale mazuri aliyoacha yataendelezwa na wale waliobakia. Ni mtu ambaye kwa kweli tunaamini kwamba alikuwa na mchango mkubwa tu katika hizi juhudi mbalimbali za umma kabla kumaliza Sheikh Ponda labda taarifa za kifo, kifo chake wewe ulizipataje? Um, taarifa za kifo tena taarifa za kifo, kifo mimi nimezipata wakati nikiwa kwenye msiba wa, wa ndugu yetu muhadhiri ambaye tumemzika juzi hmm, uh, Sheikh Hamim Bosa hmm. Tulikuwa jana e, alasiri katika mazishi yake au katika maandalizi ya kumsafirisha hmm, katika msikiti wa Chiota hmm, pale ndipo ambapo tulipopata taarifa kwamba Chifu Msopa amefariki, na tulitaka kujua amefariki kwa namna gani, tukaeleza kwamba ni katika watu ambao wamepata athari za matukio ya juzi haya ya mashambulizi ya, lo, ya matumizi ya risasi wanaye kwamba alipigwa, sasa kafariki. Kwa tupata taarifa zake tukiwa kwenye msiba na mnabari, kwa namna hiyo tukajiandaa kwa ajili ya mazishi yeah. Shukrani kwa nafasi nyingine. Tunaona kuna kamati ya kama wao waadhiri, kipi ambacho cha kuweza kujifunza au kipi ambacho unaweza kuambia kutokana na msiba huu au unaoshauri? Mimi nafikiri tumewaona wote wakiwepo pale. Kubwa zaidi ni kwamba waendelee, waendeleze mshikamano, kwa sababu huu walionyesha pale ni mshikamano, na tunasema ni jambo zuri zaidi waendelee kufanya hivyo e, kwa sababu ni muhimu pale ambapo mtu anapokuwa na matatizo e, yani siwe ni kwenye mazishi tu, lakini pale pia anapokuwa na shida labda mtu ni mgonjwa basi waende wakamuone kama alivyofanya kwenye tukio hili. Kwa hivyo nisisitize ule umoja na mshikamano kama ulioonyesha hapa leo. Wapenzi watazamaji, miongoni mwa watu wa karibu sana wa chifu msopa ni Sheikh Ali Kadogo, una lipi la kutuambia msiba wa marehemu Sharifu Hussein Majini? Ni, ni kusikitika tu kwa sababu ni kitu ambacho katika mazingira ya kawaida lau kama tungekuwa tumepata nafasi ya kumuuguza kidogo, huzuni yake inaweza ikawa umejiandaa kisaikolojia lakini, imekuja sana vitu vya ghafla mm, na ndio imetokea hivyo mm. Basi tunakubaliana na kadari ya Mwenyezi Mungu, hatuna namna nyingine. Labda wewe mwenzetu, ulipataje taarifa hizi? Mimi taarifa, nilipigiwa simu, nilipigiwa simu na miongoni katika jamaa zetu anaitwa Junior mm, kwamba bwana, nimepata taarifa mm, kwamba msopa amepigwa risasi mm. Lakini kabla hapo kulikuwa na bahati nzuri, unajua tuna nafasi ya kuzungumza na masiara masiara masiara, mm wakati maandamano yale tunapata taarifa na yanatokea nilimpigia simu kwambia mtoto naita na hivyo yani ita mtoto, mimi namuita mtoto, kaambia kwamba bwana, kuwa makini sana, kaa ndani, kwa sababu inaonekana maandamano hayo kuna watu ambao wanaweza kakuona wewe kama mtu mwenye itikadi ya CCM, lakini unasisitiza sana mambo ya amani, anaweza kaja kupata matatizo. Kaa nyumbani, usitoke. Kaambia da, mimi hapa nilipo niko ndani, siwezi kutoka kabisa kabisa. Sasa baadaye nakuja kupata taarifa naambiwa akapigwa risasi baada ya kutoka tu pale nyumbani kwake yani kama kama mita mbili au mita tatu hivi katika eneo lake akawa amepigwa pigwa risasi. Nimepigwa simu na Junior. Nikauliza huyu mtu hali yake inaendeleaje? Nikaambiwa kapelekwa Sinza Palestina. Tukajaribu kupiga simu. Simu yake ilikuwa imepokewa na kijana mmoja hivi ambaye alimsaidia kuweza kwenda kwenda hospitalini. Akawapokea simu ile kijana. Kibaadae akaanza kupokea pokea simu Tueleza bwana, bwana amechukuliwa sasa hivi, tunatoka hapa Palestina tunakwenda zetu bwana, wagonjwa wanakataza bwana, lolote walikuwa amehusika na majanga haya, sasa hivi awaonekani bwana. Siku ya kwanza siku ya pili nampigia ambia, sio na wasiwasi, tumempata ndugu yake. Ndugu yake mmoja ni ambaye ni daktari wa pale katupa taarifa hivi ilivyo, amekwenda amemuongezea damu na amempa na chakula na amekula vizuri. Swali langu likawa moja tu, umemuona? Ambia, hapana bwana, mimi si sijamuona. Nikaona hapa sielewi, nikampigia simu naye mkewe Binuru, e bwana, vipi wewe bwana, umemuona asa? tumekwenda mpaka pale lakini tumeambiwa wagonjwa waonekani, lakini kuna daktari mmoja jamaa yetu katuambia tusiwe na wasiwasi, hana matatizo yoyote, mikaa vizuri, lakini wamewekwa katika wodi maalum. Umemwona? Swali langu lilikuwa hilo hilo, wakaniambia kwamba hawajamuona. Nakumbuka hata hata rafiki yangu mmoja Saimu Gwao, nilizungumza naye alipigia simu, nikamwambia ndugu yangu, kwa dalili hizi ninazoziona, yani kibinadamu mimi natoa asilimia thalathini ya msopa kama yuko hai, kwa sababu hata iweje mgonjwa akifanyiwa operation kama amekuja ndugu zake hata mmoja, kama wengine hawaruhusiwi, hata kama ni magereza, huyu hapa ndo mgonjwa wenu. Baada ya pale nikawa na mashaka matupu, kuanzia siku iliyofuatia ile siku nyingine tukaja mpaka Jumatatu, nikapiga simu tena Junior nikamwambia, bwana, yale mawazo uliyokuwa nayo mara ya kwanza ukoona, sema ndio kweli yule bwana amefariki. Ndio basi, hatuna namna, kikubwa ni kumfanyia dua. Alhamdulillah, nashukuru Mwenyezi Mungu tumeshiriki kutokea kwenye kumuosha mpaka hapa. Kabla ya kumaliza, jambo gani ambalo hutomsahau katika maisha yako? Ni ukarimu, alikuwa ni mtu mmoja mkarimu sana sana sana sana. Mwenyezi Mungu amlipe kheri katika hilo kwa sababu Pato tunatofautiana, mm. Lakini inaweza ikafikia pala katika maisha yake anataka aje mtu hivi akampa, labda tuna kawaida kupeana pesa mtu anapokuwa mwenzake mm -hmm. Hivi umerudi safari unamletea vizawadi tee, yani, baada ya kupata yeye akwambia basi mpe na fulani, basi rafiki yangu wewe mtoto mm -hmm. mpe na fulani bwana ananjaa rafiki yangu, ana anahela yuko tayari, kile alichokuwa nacho kamaa, mimi sijajua kama nimekupa wewe, yuko tayari kile ambacho wewe umempa akkka okpg m aenda vizuriaa ni kutumia mafuta hamsini ishirini na tano vitu vya kawaida. kanzu ya laki mbili, mimi kanzu hamsini hamsini, napata kanzu nne kama ya laki mbili. Nikamwambia wewe, ukawa unataka hiyo pesa itume dukani pale Kariakoo, mimi nitaenda kupata kanzu hizi lakini lengo lake alikuwa anataka nipate kanzu ya laki mbili, lakini akatuma, nikaenda nikachukua kanzu nne za elfu hamsini hamsini na nazo kama kumbukumbu kumbu yake mpaka leo. Alikuwa ni mtu mmoja mkarimu sana. Saingi mkongwe huyu, Mwalimu Hashim Bonde, miongoni mwa walimu wa muda mrefu, amefundisha wa watu wengi, na yeye tupate mawili matatu kuhusu msiba. Sharif Majini: Naam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hakika ni mtihani kwa sababu kwanza ameondoka akiwa kijana mdogo mimi namfahamu Hussein Muhammad Msopa alikuwa kijana kijana wa watu, na aliwapenda watu kwa kweli, hakuwa na dharau. Na nilivyopata hizi taarifa, kwa kweli binafsi nilishtuka sana. Kwa hivyo mimi sina cha ziada zaidi ya kumwomba tu Mwenyezi Mungu amsamee madhambi yake na insha Allahu wataala basi kaburi lake alifanya liwe viwanja katika viwanja vya peponi. Lakini pia Mwenyezi Mungu ajalie subira kwa wafiwa wote, kwani kuondokewa ni jambo zito. Mwenyezi Mungu inshallah amlaze mahala pema. Wasalamua, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah, sallallahu alayhi wasallama. Hakika sisi ni wake Allahu subhana, na kwake tutarejea. Msiba wa ndugu yetu, mtu mwenzetu wa dua, sisi watu wa dua hujuana sana hasa ndugu yetu Shekh Sharif eh, majini eh, maarufu maarufu wake kwa jina lake hili. Nilipata taarifa za msiba, nilifahamishwa na ndugu yangu Amar, ndiye aliyonipa taarifa, alikuwa ni mtu wa kwanza. Lakini pia mzee wangu Shekh Habib Osman Mazinge toka kwa tukio lile la kupelekwa nasari ya Mwimbili alinijuza. Niseme kwamba katika kipindi hiki kizito ambacho tunaumia, tuna tunalia tuichukue ile aya ya Allahu subhanahu wa taala anatuambia kwamba inna allaha maa sabirina, kwamba hakika ya Mwenyezi Mungu subhanahu subhana yuko pamoja na wale ambao wanafuta subra na, na msiba huu isiwe ni sababu sasa ya kuleta kwa nini e, msiba huu isiwe ni sababu sasa ya kufarakana. Tuendelee kushikamana, hakika ya umoja ni nguvu na utengano ni udhaifu, na tuendelee kumkumbuka kwa dua kama masheikh ambao shetangulia kusema Tumkumbuke sana kwa dua, kwa sababu pia naye alikuwa ni mtu wa dua. Tukifanza hivyo, itakuwa ni nafasi ambayo ni nzuri, ambayo tutakuwa tumemtende haki. Lakini tukisema kwamba lao zingefanyika juhudi za madaktari, tukifanya kadha, tuamini kadari za Allahu subhana wasubhana. Niyo miongoni mwa sifa ya mumin kukubali kadari ya Allahu subhana subhana, kwa sababu hakuna kifo cha ghafla, wala hakuna kifo cha mbaya, bahati mbaya. Almautu haqqu tatafarruku min alasbabi Mauti yapo ni haki ya kila moja, ila tunatofautiana katika kufa. Huyu anakufa kwa lile na huyu anakufa kwa lile. Ndugu yetu hasatan kwa kazi kubwa aliyoifanya, sisi tunaitakidi kwamba huyu hajafa, ila kilichokufa ni kiwiliwili. Samahani, ya kufa definition ya kufa ni kutengana baina ruhi wal jasadi. Roho siyo yenye kufa, ila kinachokufa ni kiwiliwili. Mimi nasema katika vyombo hivi vya habari kwamba Familia ya, ya Sheikh Sharifu ya watoto wawili walioacha, mimi niseme mimi kama mimi binafsi nitakuwa pamoja na wao inshallah, ndani ya kipindi hiki huku wakiomboleza kifo cha baba yao, na baada insha allahu taala niombe wombe Uislamu wale popote mlipo, insha allah eh, tuchukue tu msiba huu tu.